Ishi kata ya Mahina, kuhusu hili swala la wanafunzi, kwa kweli kuna changamoto kubwa hasa kwa watoto wa kike. Watoto wa kike yani wakujia, wa kike watoto wa kike wanaotoka mbali, yaani majibu yao yanakuja yameshindia sehemu ya mbali na wanasubiria usafiri wa daladala Asikaa mtoto wa kike anavyokuwa aamka asubuhi saa kumi na moja akapande gari aondoke, kurudi nyumbani, usafiri unakuwa ni wa shida, unasumbuka, anasumbuka anakuja kufika nyumbani saa mbili za usiku, saa tatu, na hapo ni mtoto wa kike. Kwa hiyo inamletea changamoto kubwa, anaingia kwenye vishawishi vingi, anapelekewa mtoto wa kike apate ujauzito usiokuwa wa kutarajia, sababu ya changamoto yake ya usafiri. Kitu kingine watoto wanakaa hivyo na

cha kwanza asubuhi, kwanza asubuhi, anatoka nyumbani amechelewa, na walimu siku hizi shuleni wana mtindo mmoja, wanafunzi akichelewa shuleni wanamwambia apite meko, asinyoke moja moja kupita meko, ni atoe shilingi mia tano ili asiadhibiwe kwa ajili ya mchelewaji shuleni. Hasa mtoto wa kike, mia tano ataitoa wapi ili apite meko? Naongelea shule ya shule... <laughs> zote hapa zo mjini a sasa, shule ya ma, ma, Mandu, shule ya Mandu ina changamoto moja. Walimu wa shule ya Mandu wana, mtoto anavyokuwa amechelewa shule, wanamwambia ili asiadhibiwe atoe shilingi mia tano. Akishatoa shilingi mia tano, kwa hiyo anakuwa amepita, amepita mzunguko, hajanyosha moja kwa moja, ndio anamwambia hivyo. Kwa hiyo hii, wazazi natupa changamoto. Mtoto anakuja nyumbani, anakuambia, nilichelewa ila ili nisiadhibiwe mwalimu ameniambia nitoe shilingi mia tano. Mtoto hakika ataitoa wapi hiyo mia tano ya kumpa mwalimu ili asiadhibiwe? na tumeambiwa elimu ni bure. Kama elimu ni bure na mtoto ameenda shuleni amechelewa, mwadhibu. Mimi kama mzazi kalizika mtoto wangu ameadhibiwa, sio kumtoza hela kwa ajili ya uchelewaji mtoto kitu kingine, kama wameamua kwamba watoto wao wanasubiria huu usafiri, angalau serikali ingekaa ikajipanga ikawaangalia watoto wanaosomea mbali, iwape utaratibu gani ni bora. Ingeweka daladala kwa ajili ya wanafunzi tu, sisi wazazi tukajua kwamba ni mwanafunzi tu, hii daladala inabeba wanafunzi tu, tutamlipia shilingi mia mbili kwenda shilingi mia mbili kurudi, ili angalau tuepushe hizi tamaa za watoto wa kike wasishawishike na kupata ujauzito wa utotoni. Shule ya Sekondari Pamba. Aa, nipo hapa kuongelea swala la changamoto ya usafiri. Usafiri unatuasiri sana. Hazo sisi watoto wa kike. Yaani kwa mfano, unamuta asubuhi, tunawai kwenye magari, tunakaa mpaka saa mbili hatupata magari ya kutuwezesha kufika shuleni. Sisi nauli zetu na wazazi tunapewa mia mbili, lakini ukifika kituoni kwa anakuambia utoe jelo na upande kwenye gari. Kwa hiyo inatuasiri sisi, tunachelewa vipindi, tunachelewa masomo, na tukifika shuleni tunatandikwa. Na changamoto makonda wanatusumbua, ukizingatia sasa hivi barabara ni mbovu, tunafika nyumbani usiku saa nne, alafu sisi ni watoto wa kike. Sekta ya afya na vingine bado kuna changamoto. Naomba pia serikali izidishe na iongeze iongeze kwenye sekta ya afya itupe huduma nzuri. Sisi watoto siku za hizi tunapata changamoto bado. Kwa hiyo serikali tunaomba itusaidie kwa hilo swali. Kuna maji ni kama mitaani tu, maji ni changamoto. Unakuta mitaani wiki nzima kuna maji, na shuleni ni hivyo hivyo. Ukienda vyooni hakuna maji, halafu sisi ni wasichana, tunatoka tukisafisha, unakuta tuko kwenye siku zetu tunatakiwa tuwe wasafi.